Yo yo, abarigeni wadau wangu, najua watu wengi mnajiuliza huyu alikuwa kwa Mel ni nani? Unamwona kwa Mel ni DJ Peter TV 3, ndo mimi kwa niaba, mikuja pa Mel, nimekuja kuwashukuru mashabiki zangu wote mansapoti ba kwenye sifuri wa kwenye kumi bila kumsahau brother Sunili, so na kwa kazi yake ambayo alizo kuifanya, nashukuru kwa support yake, na ningeomba muendelee ku support hivi mashabiki wangu, na nimeona komenti zenu kwa mna comment kwamba tunachelewa kuleta movie ya ni kweli, kwa kuleta kwa movie kutokana na changamoto ya kimtanda jisilihivyo unajua alia kwetu nasumbua sana, so changamoto nakuwa nyingi sana kuleta. Unajua ku edit nako unachukua changamoto muda fulani, unajua kuna muda unaweza ka edit huko edit unachukua ukikuja kukuta umeboronga, na afadhali kuboronga tena vitu uanzie mwanzo. So ndio moja ya changamoto. Changamoto kubwa ni mtandao unasumbua sana sana. Yeah, nimewaona comments zenu nyingi sana hapa wadau wangu na bila kuwasahau, leo ntaachia episodi na nitaendeleza na Kill the Bandit mpaka fainali, nakisha tuna tunawapea burudani kwa msaada wenu, mmenisaidia vikubwa sana ndugu zangu. Kama hii Kill the Bandit episode ya hamsini na sita, kuna mwamba akasema DJ, tunakukubali ila unachelewa kutoa mwendelezo, tunasubiri sana. Kuna mwingine kasema asante DJ, wewe ni noma na, na. So komenti zenu ni nyingi na, na, komenda, na nasoma, nasoma comment zenu kama comment kwa hiyo video niona nitengeneze wajibu kwamba mtandao kwetu changamoto, mtandao kwetu ni changamoto na nasumbua sana, ni tunapiga pigapiga ili kuhakikisha tunawapea burudani muda sahihi. Ndugu zangu yote nimekuja asema, na asanteni sana ndugu zangu kwa kunisapoti mpaka pale nilipofikia. Nimeshukuru sana, nisaidia kufika kiasi hiki, na pia bila kumsahau brother Sunili, ni mtu na roho moja, ndio tulichofanya, amenisapoti sana. Na, nilipeje, kwa, kwa ke, na siyote nilipeje kwa kunisapoti kwake. Shukrani sana. Najua siote watoto wa mama, mama nguvu moja, siote watoto wa mama, yeah. Mimi ni mkaaji wa Tanzania na naishi, siishi shida kama simboinga nafika ni shida mna, mi ni mkaaji wa Mwanza, ndo mi naishi Mwanza. Najua watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba DJ Peter TV 3 anaishi nchi za mbali huko, amna. <laughs> mkajua hapa hapa mimi so, ndo wa bongo bana, mimi mtu wa Mwanza, ndo kwetu, ndo naishi hapa sasa hivi, ila soon, inshallah Mungu akijalia, nikaenda kumtembelea baza Suni, tukapiga story moja mbili tatu, nitawajuza na pia nataka nifungue Instagram kama DJ Instagram si insta insta wa DJ Peter official, kwa sababu sijafungua Instagram wa DJ Peter ila nataka nifungue Instagram wa DJ Peter kama official. Nisaidie kwa kufollow nikishafungua, nitawatilia link hapo chini, na ni kwamba usisahau kusubscribe kwenye yeah, channel TV ya DJ Peter TV3, na sina mengi kusema sana, asanteni ndugu zangu.